Kama unataka kufanikiwa sikiliza hii, lakini kama wewe uhitaji mafanikio, basi video haikuhusu, unaweza tu ukascroll ukaendelea mbele. Ila kama unataka kufanikiwa hii na kuhusu, mtu yoyote anataka kufanikiwa hii na kuhusu, sikiliza dakika chache hizi za haya maongezi, huenda zinaweza zikabadilisha maisha yako na ukaishi maisha mazuri. Hebu tuwe pamoja katika dakika hizi chache huenda kuna kitu naweza nikakuongezea kidogo, ndugu yangu, kitu ambacho haujui au pengine unachukulia kawaida, ni kuwa watu wote unaona wamefanikiwa hawakufanikiwa kwa siku moja, na wala hawakufanikiwa kwa kufanya kitu kimoja. Wameshafanya vitu vingi sana tofauti tofauti na washafeli mara nyingi sana. Kwa hiyo usije ukakata tamaa kwa kuona kuwa labda wewe una mikosi au huna bahati. Hapana, hata hao unaoona wamefanikiwa walishafeli sana, walishafanya vitu vingi, na wala hawana ubora mkubwa wa akili kuliko wewe na wala hawana elimu kubwa kuliko wewe, na wala hawajatokea familia labda zenye maisha mazuri zenye uwezo kuliko wewe. Hapana, wapo kama wewe, wana akili pengine ndogo hata kuliko wewe, na inawezekana wametoka familia duni zaidi yako wewe, na inawezekana wamefanya kazi za ovyo nyingi kuliko wewe unavyofikiria. Kwa hiyo nini kilichowafanya wafanikiwe? ni kule kuamua kuchagua kufanya jambo moja kwa muda mrefu na kurudiarudia bila kukata tamaa. Kila wanapoanguka wanainuka, kila wakianguka wanainuka, wanarudia, wanafanya tena lile jambo kwa umakini, wanafokasi kwenye jambo moja, wanajifunza kupitia makosa yao, wanarekebisha na hivyo taratibu wanaanza kuingia kwenye mafanikio na baadaye shughuli wanazozifanya zinageuka kama ni mchezo tu unaofurahisha, sio tena mahangaiko kama mwanzo, kwa sababu wanakuwa shanza kuona mwanga. Kwa hiyo hata wewe unaweza kuwa hivyo. Acha kudharau, acha kujifananisha, acha kujiona umechelewa unaweza ukafocus kwenye mambo yako vizuri, ukakosea, ukarudia, ukaanguka, ukainuka, ukawauliza wengine waliofanya hicho unachokifanya wewe kabla yako walifeli vipi, walifanikisha vipi, walitumia mbinu gani, na weo ukazitumia na huku ukiongeza na akili yako ukaongeza na juhudi, mambo yanabadilika na maisha yatabadilika. Kwa hiyo usijilaumu wala usione kuwa wewe una bahati au wewe una mikosi hapana, hauna, hauna mikosi. Bahati ni kitu ambacho kinatengenezwa. Bahati inampata mtu ambaye amefanya maandalizi na ameanza kujiandaa, yupo kwenye utaratibu ambao anaofanya, hapo ndio bahati humfikia, hata fursa. Fursa anaipata mtu ambaye ameshajiandaa tayari. Haiji, haiji kwa mtu ambaye hajajiandaa. Fursa inampata mtu ambaye amejiandaa tayari, ambaye alishaanza kufanya vitu. Fursa inapokuja anaichukua, anaendeleza. Hata mkopo wa biashara huwa unampa mafanikio yule ambaye ameshaanza biashara, ameshaona changamoto, ameshajua wateja wake wanapatikana wapi, ameshajua tabia za wateja wake ameshajua tabia ya eneo alilopo anapokuja na ameshaona uhitaji mkubwa, ila tu amepungukiwa mtaji. Kwa hiyo anapofika kupata mkopo, maana yake anaenda kuongeza mtaji kwenye biashara ambayo anaijua. Kwa hiyo huwezi kufanikiwa bila kujaribu vitu, bila kukubali makosa, bila kukubali kujifunza, bila kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu hii kitu nimeeleza sana hata kwenye video zangu zingine zilizopita, na ndio maana najitahidi kila video ninayofanya niendelee kugusia hivyo vitu, kwa sababu najua kuna mtu mwingine hajasikiliza hizo, anaweza kaa ndio kwa mara ya kwanza anatazama. Kwa hiyo na yeye walau apate dondoo za video za nyuma. Ndio maana narudia, sababu mimi sipo katika kutengeneza video ambayo, ambayo labda itakufurahisha kimuonekano na maneno ambayo itakufurahisha au kukuchekesha. Hapana, mimi nakupa ukweli mchungu ambao hutausikia kwa wengine na hata waliofanikiwa hawatakuambia. Kwa hiyo kama unafikiria kuhusu kupata location tu nzuri za kutazama au maneno ya kufurahisha, kwangu mimi hakuna, ila kwangu mimi kuna ukweli wa maisha ambao ukiisikiliza na ukachukua hatua, kuna namna ambayo utabadilika kabisa, na utaona kabisa hizi video zangu kuwa za muhimu kwako. Maneno ya ukweli huwa sio matamu na maneno matamu hayana ukweli. Kwa hiyo ndugu yangu, vitu vya kukufurahisha haviwezi kukupa mafanikio, bali vitu vinavyokuhuzunisha na kukufikirisha na kuiumiza akili yako ndio vitakupa mafanikio. Ndugu yangu kwa leo, twende na hivi vitu vichache. Naamini maisha yatabadilika. Ninafurahi kukuona ukiwa na mafanikio, nasubiri kuona ukiwa na mafanikio ili tufurahie pamoja maisha ya hapa duniani.